Ni mwanamke gani wa Kiislamu ambaye ana akili yake timamu, ana akili yake kamili, ana busara yake sawasawa, ana hikma yake sawasawa, ana adabu na hishma na ihtiramu, akalelewa sawasawa, kisha eti umuone katika TikTok, amejitolea wa wacha kwa nyele wazi na kifua wazi, hata ikiwa amejistiri kwa mtandio au amejivalisha nguo zote za duniani au hata pia amevaa ninja ni mwanamke gani wa Kiislamu ambaye kwamba atakuwa na heshima yake kisha asubutu kujitoa katika mtandao na ulimwengu mzima, mkubwa mdogo, mzuri mbaya, muislamu kafiri, wote wawemuona yeye, eti huyo ni mwanamke wa Kiislamu? Eti huyo ni mwanamke mwenye adabu? Eti huyo ni mwanamke mwenye akili yake? La, hakuna mwanamke yoyote wa Kiislamu ambaye anajitoa katika ma TikTok kwa sababu yoyote itakayokuwa. Huyu hakuleleka ndani ya nyumba yao.